Kwa nini baadhi ya watu wakitumia dawa ya vidonda vya tumbo uh, wanapona lakini wakingine wakitumia dawa hiyo hiyo hawaponi? Uh, shida ni nini? Hili ni swali ambalo linagonga vichwa vya watu wengi na wengi wamekuwa wakituuliza juu ya swali hili lakini leo ngoja nikufafanulie kwanza uweze kuelewa. Uh, utofauti kwanza upo kwenye aina ya vidonda vya tumbo ambavyo huyu uh, mtu anakuwa nayo. Aa, kwa nini mwingine anapona? Huenda vile dawa inaendana na aina ya vidonda vya tumbo alivyo alivyonavyo. Una vidonda vya vya tumbo tumbo tumbo kwenye kwenye utumbo mdogo, una vidonda vya tumbo kwenye kuta za tumbo, au una vidonda vya tumbo kwenye koo la chakula. Kwa hiyo inategemeana na aina, ndio maana nimekueni nikiwambia kwamba hakikisha unapokua unatibu changamoto hii, hakikisha kwanza unaeleweka una aina ipi ya vidonda vya tumbo. Hiyo ndo changamoto kubwa inayosababisha wengine wapone na wengine wasiweze kupona. Lakini namba mbili, kupata dawa za kutibu dalili, sio chanzo cha tatizo. Gesi ni dalili, kiungulia ni dalili, maumivu ya tumbo ni dalili, ila sio chanzo cha nini cha tatizo. Hakikisha unatibu chanzo cha tatizo. Lakini namba tatu ni kwamba dawa nyingi zinakuwa zina zinc, haziendi kukausha vile vidonda. Ndio maana changamoto ikirudi inarudi upya na inarudi kwa nguvu kubwa sana. Ni kwa nini? Ni kwa sababu vile vidonda vinakuwa vimewachwa wazi. Kwa hivyo vikiwachwa wazi, ni ya rahisi sana changamoto kuweza kurudi. Ndugu yangu, kama bado unateseka basi, karibia uweza kuja kwetu uweze kupata.